Saidi Isa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Saidi Isa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka kumi na tatu, ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kulaza hoja yoyote kuhusiana na na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhurumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya, ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Komu ni mwasisi wa chama kama tulivyosema amekuwa mwenyekiti wa bodi na, kwa, kwa maana hiyo wenye bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Koma ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. E, tulichaguliwa tarehe ishirini na moja kufika mwezi wa tatu wakamkamata mwenyekiti. Inamaana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu, na sasa leo unaweza kusema ni takribani miezi minne na sehemu tuko kwenye uongozi tangu tuingie madarakani. Hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kuwa, kwa, kujipe, kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution, labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha ume, ume mgao ulivyokuwa unaenda kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar, inaenda vile vile kama ni mgawo uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Said Isa Mohamed, alivyokuwa mama Maudi Dakom, na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbora. Sana sana tulichofanya e, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na naibu aliyekuwa naibu kati mkuu Zanzibar huku bara na akawa nalitumia huku sisi tumeamuru uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku aliyekuwa wa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa bara, kwa hiyo akawa anatumia eh, ili gari likiwa huku bara muda wote ambalo lilipaswa kwa Zanzibar. Sana sana tulichofanya sisi, tumeamuru hilo gari livuke ambalo ni Ford mpya iende Zanzibar itumike ikiwa kule Zanzibar. Kwa hiyo hatujawahi kufanya mgawanyo mwingine wowote wa mali, labda kutazama au kufanya nini, kama nilivyoeleza. Sasa inakuwaje watu ambao walikuwa kwenye madaraka, watu ambao ndio walikuwa wamegao, ndio waliofanya huu mgao, watu ambao ndio wamekuwa wanasimamia chama, kikiwa hivi leo, baada ya kutolewa madarakani kwa njia ya kura, waone kwamba huo mgawanyo usio sawa? Ndio maana tunasema hizi ni hela za serikali kwa kutumia hawa watu kujaribu kuzuia eh, operation ya no reforms, no election, na hizi hila hazisimami peke yake. Mmoja wapo hapo ni kumkamata mwenyekiti, nyingine ilikuwa ni kuzuia ruzuku. Mtakumbuka kuna kesi iko hapo inaitwa kesi ya Mchome iliyopelekwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Hii yote ni kujaribu kudestabilize chama kishindwa